Ndugu zangu, kama nilivyokwisha eleza, mafanikio mengi yamepatikana tangu mwaka 2020 na muhimu zaidi ni yale ambayo tumeyatekeleza kwa ushirikiano kati ya serikali zetu mbili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla siku ya taja mafanikio hayo, naomba mniruhusu niseme machache sana kuhusu muungano. Kwanza jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa, wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abedi Karume. Tangu mwaka sitini na nne tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo, naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani, utuli na utulivu nchini. Hizi ndizo tunukuu na za msingi uh, kwa maendeleo ya taifa letu.